TAWIRI inasema gunduzi mojawapo inahusisha dawa inayotokana na mmea wa mporojo ambayo ina uwezo wa kuotesha nywele na kuzuia nywele kutoka na kwamba teknolojia hiyo imeshakabidhiwa kwa kampuni ya Winwing Enterprises kutoka Korea Kusini kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali ikiwemo shampoo. Dawa nyingine ya kuotesha nywele kwa mujibu wa utafiti huo ni kupitia mmea wa chimbulei. Ugunduzi mwingine unahusisha kipodozi cha kung'arisha ngozi na kuondoa makunyanzi kutokana na mmea wa mugufe. Hata hivyo, Tawiri inasema hata za hizo mbili bado hazijapatiwa wawekezaji kwa ajili ya kuziendeleza. Sisi tulipopata viashiria vya kwamba mimea inayotumika kama dawa katika maeneo ya wazi huko kijijini karibu inatoweka au haipo, tukaamua kufanya huu utafiti wa bioanuwai ya mimea inayotumika kwa tiba asili ili tuibaini ile ambayo iko katika hatari ya kutoweka ili sasa sisi kama wahifadhi tuanzishe mchakato wa kuiotesha au kuihifadhi hii mimea inayotumika kama tiba dawa, ili isiwezi kutoweka katika mazingira ya kijijini, lakini na jamii zinazotumia mimea hii kama tiba kama dawa ziendelee kunufaika na uwepo wa mimea hii. Gunduzi hizi za kisayansi zimekuwa na mapokeo tofauti kwa wanajamii. Kama itakuwa hiyo tiba ipo, itakuwa imetusaidia sana. Watu wenye, wenye vipara na imani, watumiaji watakuwa ni wengi, kwa sababu kuna wengi wale wanapenda vipara na kuna wengi wale hawapendi vipara. Lakini kutokana na ile asili ya yule mtu, huwezi kusema utakwepa kipara. Lakini kwa dawa hii ambayo imefanywa utafiti na taasisi ya TAWIRI dawa hii inaaminika kuwa haijatumika kemikali yoyote, na hivyo itakuwa nzuri kwa Watanzania ambao wanahitaji kuotesha nywele katika sehemu ambazo wangependa kuwa na nywele, na washauri watafiti kuwa waendelee na hizo dawa kwa sababu hazitumiki kemikali. Maana sasa hivi kuna mavipodozi ambayo wanatumia makemikali ya kuondoa makunyazi na kuweka kuweka nywele pia. Kwa hiyo wanashauri watafiti waendelee na utafiti wao, kwa kuzingatia umuhimu wa mimea dawa ambayo imetumika katika gunduzi hizo, TAWIRI inataja hatua nyingine ya kuratibu kilimo cha mimea hiyo ili isitoweke katika uso wa dunia. Ramadhani Mvungi, Azam News, Arusha.